Uh, kama mnavyoona mvua inanyesha, hiyo ni ishara ya ushindi kwa hivyo, hatuna wasiwasi na kikosi changu, kiko imara angani, chikavu na hata baharini, mtawapata wako na, sisi tunabeba tu pale. Mwaka juzi tulicheza bila kiatu, safari hii tumevaa kiatu, tutashindwa kweli? Uh, hamna hiyo, hamna. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana Mwenyezi Mungu nnimeshukuru sana wananchi wa Magarini pia kwa kujitokeza kwa wingi, na bado uh, wengi tunawatazamia kukutana nao huko mbele tukiwa katika msafara. Ajenda yangu kwa watu wa Magarini kwanza imecheleweshwa, saa hizi tungekuwa na chuo cha madaktari MTC uh, kule Shakadulo, lakini yaliyotokea yamechelewesha huo mradi. Pia vilevile vile tulikuwa tuwe na Agricultural Institute, uh, kule Ramada. Huo mradi pia umecheleweshwa na pia tulikuwa ni tuwe na Sports Academy pale Galukani karibu na uh, Galana Teachers Training College. Hiyo ni miradi ambayo imecheleweshwa, na kuna miradi mingi uh, Merkebuni Primary kuna four classrooms zimechelewa. So mimi nafurahi kwamba uh, Harikombe, Mheshimiwa Harikombe sasa leo amepewa tikiti yake na IBC ya kugombania, officially kugombania kiti cha Magarini na kama uh, serikali ya broad based ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na Raila Odinga, sisi tumeamua kwamba mgombeaji wetu atakuwa huyu Mheshimiwa Harry Kombe ambaye ndiye tunataka awe mbunge eh, wa Magarini. Tumpatie fursa ingine tena, yeye amalize kazi zake kwa huu mwaka yale ambayo watu wa Magarini wamekosa kwa hii miaka kama miwili kama mwaka mmoja amekuwa nje, apewe fursa amaliza. Na tunataka kuitisha wale wafuasi wetu wote wa chama cha UDA, chama cha PA na vyama vingine tanzu vyote vile vya, vya, vya Kenya Kwanza na Broadbase; vyote vingie katika uwanja huu kumtafutia Hari Kombe kura, na sisi tutakuwa hapo kwa hali na mali, na hii kampeni itakuwa the mother of all battles. Jukumu letu sisi kuwa convince katika hii campaign period, kuwa convince wale warudi na hiyo ndio tu we are prepared to do. Kila mtu ambaye ambaye ameudhika amefanya hivi, tutaongea nao polepole. Siasa ni kuongea, e, tutaongea nao polepole pole, warudi tumpatie mheshimiwa Harikombe nafasi ingine ya kurudi katika kiti hiki, na afanyie watu wa Magarini eh, kazi. Na hata wale ambao wame, wame, wameenda kule wameenda, sisi pia tunajua Harikombe ako na ushawishi mkubwa, ah, Magarini na watu wa Magarini wanampenda na wale ambao wako na ati ati wataona kura ya itakayopigwa Novemba kwamba harikombe bado wako na ushawishi mkubwa hapa For me it's inspirational and also I would like for that little girl in Adu yeah she's in school and she's never seen a female leader she only thinks that the female leaders wako pale tu wanaonekana kule kule on the TV kule toka huko mbali from here I want to be inspiration for that little girl

Tambulisho huje mseme huyu ni wa ODM, ndio tujaze so that we don't